Hapana, lakini nilikuwa nakuja tu taratibu, nawasikia watu wako kibarazani wanaongea, jamani, yule dada kiukweli kabisa anaongea vitu vyangu vyote anawahadisia pale, ah, yani kwa kweli nilijisikia vibaya sana sana sana sana. Mpaka sasa hivi nakosa hata ile moyo wa ku, wa kusema nimwamini mtu nimwamini jirani, siamini marafiki. Yani naona kabisa kwamba hakuna rafiki wa kweli katika maisha ya dunia. Kila siku ambayo kila siku nasema hakuna udugu wa ukweli. Sasa hivi maisha ya kumwita mtu BFF, maisha sasa hivi hayo hakuna. Sijui mnanielewa vizuri. Kuna baadhi ya watu sasa hivi kuna maisha tunayopitia ni magumu kweli kweli kulingana na watu tulioamini katika maisha yetu. Katika maisha wanakuja kutuumiza ni wale watu ambao tumewaamini katika miongo yetu. Kubeba beba watu, kufata fata watu, kuna watu wametendwa juzi jana leo, wameamua kujitenga wao wenyewe sio kama hawapendi kushirikiana na watu. Kuna watu tumewaamini katika maisha yetu, ukija kukwambia huyu ndio mbaya, huyu ndio anayekuroga, huyu ndo anakufanyia fitina kwenye sehemu zako za biashara usipate kuuza. Huyu ndo anakufanyia fitina kwenye sehemu zako za kazi. Kuna wengine wanadiriki, umeona, kuna wengine wanadiriki kutafuta mpaka simu za mabosi za watu, kuwachafua watu kwenye sehemu zao za kazi. Tujaribu watu kuangalia, leo hii kumchafua mtu kwenye sehemu yake ya kazi, wewe unapata faida gani? Najaribu kuunganisha baadhi ya watu sasa hivi, kuna watu watumia nguvu kubwa sana kujaribu kuwachafua watu kwenye sehemu zao za riziki. Hujui mtu maskini ya Mungu riziki kaipata wapi? Sasa leo huyu dada umeaminiwa kwenye sehemu, umeaminiwa katika sehemu ya maisha yake ya huyu dada, katika sehemu ya familia yake, huna ubabani naye wala umamani naye huna damu ya kuchangia wala damu ya kutoweza, lakini amesema huu ndo dada yangu wa hiari. Huu ndo dada yangu, mimi mwenyewe nimeamua kumbeba, ndo dada yangu e, cha kwake cha kwangu, udada wa hiari. Sasa hivi mjini hakuna udugu wa hiari. Kama una kizazi, ndugu yangu, nenda kusikiliza mawaidha na madhabahu huko, jamani, kwenye sehemu ya nyumba za Mwenyezi Mungu unasema, ndugu yangu, shida zako nenda nazo maliwatoni, kaseme na mende.